Kila saa ukiamka wao, unafikiria tu bwana yako analala na wanawake. Akija jioni, unaanza kunusanusa soksi. We ni pepo basi! Hivyo wanafikiria bwana yako analala na wanawake. Si ufikirie bwana yako anapata pesa, atakuja na masiri leo sababu. Ukimwazia bwana yako, ushampandia hiyo mbegu, sababu muko pamoja na yeye. Ukiwazia mke wako ukiwasia bwana yako ushampandia ile miti. Tutamuumbia msaidizi wa kufanana naye, katikati ya mwanaume na mwanamke, nani msaidizi? msaidizi wa mwingine ni mwanamke. Ya unaishi tu mpango wa kando, mwanangu ako na mpango wa kando, we mpango wa ndani stupid! Ulishindwaji we mpango wa ndani na mpango wa kando ameenda kwa mwanamke na kashati kamoja, we una mashati yote na viatu, si siuvae hata guu yake dani. ut, utebee kwa nyumba ut... mpango wa kando, we mpango wa ndani unafanya nini stupid! Mjinga wewe, vaa viatu zake, tebea kwa nyumba Vaa shati yake, sema nyinyi wanawake mnataka bwana yangu, mtaduu nini? Hii atavaa kesho. Kesho mwekee hiyo shati, mwambie switi, hati bebi, vaa hii shati, ushainenea. Haleluya! Ng'ato king'ato mundu kwa mundu ng'ato, ng'ato king'ato. Ukileta ujinga na mi nakuletea ujinga, ukikoroga na mi nakukoroga.